Hey, like, stories zimekuwa ni nyingi sana mtandaoni zikimuonyesha Nandy pamoja na Billnass wakivishana pete ya ndoa kanisani, ambapo utakumbuka Nandy na Billnass tayari ni wana ndoa na walishavishana pete ya ndoa e, muda mrefu sana. Lakini kama utakumbuka, nilikuletea story hapa e, nikakwambia kwamba Nandy ametangaza dau kubwa sana E, kwa atakayepata pete yake ya ndoa maana alipoteza pete yake ya ndoa katika e, ziara zake za kikazi na alitangaza dau la milioni kumi kwa atakayepata pete hiyo lakini si hakuweka wazi tena jambo hilo liliishia vipi. Lakini kama utakumbuka pia e, nilikuletea story hapa nikakwambia kwamba Billnass pamoja na Nandy walitangaza kuvishana pete kwa mara nyingine tena na walionekana wakialika waandishi wa habari na waki tangaza kuvishana pete kwa mara nyingine katika ufukwe na walifanya hivyo, waandishi wa habari walikuwepo na watu mbalimbali. Lakini, e, nikukumbushe tu ambaye bado hauja subscribe channel hii, please make sure una subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu ile subscribe hapo chini ya video yako, lakini bonyeza alama ya kengele itakayotokea ili wewe wa kwanza kupata habari zetu hizi na nyinginezo. Nikuambie tu, e, Nandy pamoja na Billnass, pete ya ndoa baada ya kuvalishana kule beach eh, kwenye fukwe lakini pia leo wamefanya wame tena tukio hilo la kuvishana pete, lakini leo imekuwa tofauti kwa sababu leo imekuwa ni kanisani eh, tofauti na ile walivishana kwenye fukwe na waandishi wa bando walikuwa shahidi. Lakini leo ni eh, Nandy pamoja na Billnass, na na Padre tu pekee ndo walikuwepo katika eneo la tukio, na Nandy ameweza kuvishwa tena pete eh, na Billnass ya, ya ndoa na naisi itakuwa labda ni pete ile ile kwa sababu e, pete ya ndoa inapopotea, e, inatakiwa hata kama mtanunua nyingine e, ili mvalishane inabidi mnunue pea ambayo utanunua ya, ya mume pamoja na mke na mtavalishana tena kwa mara nyingine e, kanisani na padri anatakiwa abariki e, na kuwawekea e, baraka zote. Hilo ndo jambo ambalo leo amelifanya Billnass pamoja na, e, na Nandy lakini E, comments zimekuwa ni nyingi sana, watu wakishangaa jambo hilo, kwa sababu tayari wao ni wanandoa. Lakini kwa wale ambao walikuwa hawajui story, ni kwamba Nandi alipoteza pete ya ndoa katika harakati zake za kikazi. E, niachie maoni yako hapo chini e, ya uwanja wa comment section. unawaza nini? umelichukulia hili jambo na na mimi nitapita nayo, lakini pia kwambie tu ambao bado hawaja subscribe, please make sure una subscribe na ku like e, channel yetu pamoja na kushare habari zetu e, na wao wa kwanza kupata habari zetu hizi na nyinginezo. Nikwambie tu hapa ndani sina la ziada. Push la kutosha ni kwake Stefano Tem, behind the camera ni Mr Butterfly. I go by the name B Boy Fidy, enjoy.